Ghafla tena, taarifa mpya na mbaya sana imetufikia muda huu kwenye meza yetu ya habari. Ni taarifa ya kifo, msiba wa kiongozi mwingine mkubwa kutoka katika mamlaka kubwa tu nchini. Kifo cha kiongozi huyu kimetikisa sana nchini Tanzania katika sehemu mbalimbali. Rais Samia ameomboleza kifo cha kiongozi huyu anayefahamika kwa jina la Nyamuhanga pamoja na dereva wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa sana Samia Suluhu Hassan ameomboleza kifo cha mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania yaani TANESCO, Gisima Nyamohanga pamoja na dereva wake aliyefahamika kwa jina la Muhajiri Haule kilichotokea usiku wa kuamkia leo wilayani Bunda mkoani Mara. Rais Samia kupitia mitandao yake ya kijamii siku ya leo April 13 mwaka huu wa 2025, ameandika, nimepokea kwa masikitiko taarifa ya vifo vya mhandisi Boniface Gisima Nyamuhanga, mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania yaani TANESCO pamoja na dereva wake Muhajiri Mohamed Haule vilivyotokea usiku wa kuamkia leo kwa ajali ya barabarani eneo la Bunda mkoa wa Mara. Ninatoa pole kwa familia naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko, watumishi wa Tanesco, ndugu jamaa na marafiki. Pia ameongeza namwomba mwenyezi Mungu azijalie familia, ndugu jamaa na marafiki subira na uvumilivu na moyo wa ibada katika kipindi hiki kigumu. Mwenyezi Mungu azilaze roho zao mahali pema peponi. Nyamohanga aliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kushika wadhifa huo Septemba 23 mwaka wa 2023, akichukua nafasi ya Maharage Chande. Kabla ya uteuzi huo, alikuwa mkurugenzi mtendaji wa wakala wa umeme vijijini yaani REA. Dr. Biteko amemlilia Nyamohanga pamoja na dereva wake. Nyamohanga na Haule wamefariki dunia usiku wa kuamkia leo, Jumapili Aprili 13 Mwaka huu wa 2025 katika ajali iliyotokea wilayani Bunda mkoani Mara. Kifo ni fumbo la imani, ni kauli ya naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko alipozungumza na mwananchi kuhusiana na kifo cha mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania yaani TANESCO bwana Gisima Nyamohanga pamoja na dereva wake Muhajiri Haule Nyamohanga na Hauli wamefariki dunia usiku wa kuamkia leo Jumapili Aprili 13 huu wa 2025 katika ajali iliyotokea wilayani Bunda mkoani Mara, ambapo Dr. Doto Biteko amesema shirika limepoteza mtendaji mahiri, kwa sababu hakuwa mtu wa kukaa ofisini. Mara zote alikuwa akifanya kazi zake nje ya ofisi kwa lengo la kutekeleza majukumu e, aliyopewa na kuhakikisha watanzania wanapata umeme wa uhakika eh, linatekelezwa. Kifo ni fumbo. Jana tu alikuwa hapa Dodoma kwenye vikao vya bodi vilivyokuwa vinajadili namna ya kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme. Kwa kweli tumepoteza mtu rahimu sana, amesema Dkt. Doto Biteko Naibu Waziri Mkuu amesema miongoni mwa wakurugenzi watendaji waliokuwa wakisimamia vema utendaji wa kazi kwa wafanyakazi sambamba na kujenga timu nzuri, hata waacha kumtaja mkurugenzi mtendaji huyo. Hakuwa mbinafsi, alikuwa mnyenyekevu kwa kila mtu, alikuwa anatamani kila Mtanzania apate umeme bila kero, lakini sasa tunafanyaje? Ni mapenzi ya Mungu, amesema Dr. Doto Biteko. Ametoa pole kwa familia ya watumishi wa TANESCO pamoja na ndugu jamaa na marafiki wote wa marehemu na dereva wake Dr. Biteko. Namuomba Mwenyezi Mungu azijalie subira na uvumilivu familia katika kipindi hiki kigumu, huku akisema Mwenyezi Mungu azilaze roho za marehemu Nyamohanga na Haule mahali pema peponi, amina. Kamanda wa polisi mkoa Mara Pius Lutumo akizungumza na mwananchi kwa simu mapema asubuhi ya leo amesema gari alilokuwamo Nyamohanga lilikuwa likitokea Mwanza kwenda Bunda, liligongana uso kwa uso na lori eh, na amesema chanzo cha tukio hilo ni dereva wa gari lililokuwa limembeba limebeba, eh, nyamohanga aina ya Toyota Land Cruiser eh, kumkwepa mwendesha baiskeli kisha kupoteza mwelekeo na kugongana uso kwa uso na lori lilokuwa mbele yao. Tukio limetokea Bunda saa moja na dakika 30 usiku baada ya dereva wa gari dogo kumkwepa mwendesha baiskeli na kugongana uso kwa uso na, na lori na kusababisha vifo vya dereva bila kumtaja jina na bosi wake. Amesema kumbukumbu inaonyesha Nyamuhanga aliteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kushika wadhifa huo Septemba 23 mwaka wa 2023 akichukua nafasi ya Maharage Chande. Kabla ya uteuzi huo, alikuwa mkurugenzi mtendaji wa wakala wa umeme vijijini, yani REA. Kwa upande mwingine, Zito Kabwe, kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo, ameeleza kuumizwa na msiba wa ghafla wa aliyekuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania Tanesco, Gisima Nyamuhanga, akimtaja kama kiongozi mchapakazi akiwa e, pia mwingi wa uwepesi katika kujifunza masuala mbalimbali. Nimeumizwa sana na msiba huu wa ghafla. Mhandisi Bonifasi ni mtu mwema mchapakazi na mzalendo. Bonifasi Gisima Nyamuhanga alikuwa mwepesi kujifunza na mweledi sana. Hakika Tanzania imepoteza mtaalamu aliyebobea na mwenye msaada mkubwa kwa taifa. Pole zangu kwa familia na Tanesco, ameandika Zitokabwe. Awali, naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko naye alimtaja Nyamuhanga kama miongoni mwa wakurugenzi wa watendaji waliokuwa wakisimamia vyema utendaji wa kazi kwa wafanyakazi sambamba na kusimamia ujenzi wa timu nzuri yenye kuleta matokeo. Mkurugenzi mtendaji wa Tanesco amefariki dunia e, usiku wa kuamkia leo April 13 mwaka huu wa 2025. Mkuu wa mkoa wa Mara Evans Mtambi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo ambapo amefafanua kuwa limetokea kati ya saa sita hadi saa saba usiku kuamkia leo. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la usambazaji umeme Tanzania ni Tanesco Gisima Nyamuhanga amefariki dunia usiku wa kuamkia leo eh, katika ajali iliyotokea wilayani Bunda mkoani Mara ambapo mkuu wa mkoa wa Mara Evans Mtambi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo ambapo amefafanua kuwa limetokea kati ya saa sita hadi saa saba usiku wa kuamkia leo. Ni kweli tukio lipo na amefariki dunia, ila wasiliana na RPC, atakuwa na taarifa kwa kina, amesema Mtambi. Endelea kufuatilia habari Kiganjani kwa taarifa zaidi.